Katika nyaraka za mtume Paulo anasema ni kitu gani kitakachonitenga mimi na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? ni nini? ni pesa? ni ulevi? ni ukahaba? ni umalaya? ni nini hicho cha muhimu ninachoweza kulinganisha na upendo wa Mungu, ninachoweza ni kulinganisha na maisha yangu? Mtume Paulo akasema hakuna lakini ni mshike Kristo aliye asili ya uhai wetu. Kwa hiyo tunapoendelea kung'ang'ana katika imani, utaona matunda yake. Maana mwingine anapoona kuvumilia, anaona ulokole na mzuilia mambo ya uharibifu na ukatili na uovu. Lakini cheki, kama anasema kwa Waswahili avumiliae mpaka mwisho yatakayokoka. Na mvumilivu, ula mbivu. Kwa hiyo nawe vumilia katika imani, alafu mwisho utakula matunda yake. Mungu akubariki sana.